Kufuatia mashambulizi ya Marekani ya Iran yaliyolenga kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, mataifa mbalimbali yameanza kutoa kauli zao zikisisitiza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mvutano katika Mashariki ya Kati. Nchini Qatar, wizara ya mambo ya nje ililaani shambulio hilo ikiliita ukiukaji mkubwa wa mamlaka ya Qatar na anga yake na sheria za kimataifa. Marekani yenyewe, maafisa na watu mbalimbali walionekana kuthibitisha shambulio hilo na kusema kwamba kupitia kombora hilo hakuna majeruhi walioripotiwa hadi sasa, ambapo pia uh, rais wa Marekani Donald Trump naye amethibitisha jambo hilo hilo na kuwashukuru sana uh, Iran kwa kufanya uh, malipizi, wakidai kwamba uh, kwa sasa watakuwa hawana kinyongo tena kama ambavyo walikuwa nacho mwanzoni baada ya kuwa uh, wameshambuliwa katika vituo vyao vya kutengenezea uh, mabomu ya nyuklia. Lakini kwa upande mwingine uh, kutoka Ufaransa, Rais Emmanuel Macron alitoa wito wa kurejea kwenye diplomasia ili kukomesha kile alichokiita mazungumzo ya kidiplomasia na akisema kwamba mzunguko wa machafuko. Lakini kwa upande wa Saudi Arabia, Saudi Arabia ililaani na kukemea uchokozi uliofanywa na Iran dhidi ya Qatar, ikiona kuwa ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kanuni za ujirani mwema. Ufalme huo ulisisitiza mshikamano wake kamili na Qatar na kuahidi kuunga mkono nchi hiyo katika hatua zote zitakazochukuliwa. Lakini kwa upande wa Lebanon, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alikemea vikali shambulio hilo, akisema, ninakemea vikali uchokozi ambao taifa la ndugu Qatar limestahimili na ninasisitiza mshikamano wa Lebanon na serikali na watu wa Qatar, ambapo kauli hii inaifanya Beirut ijiunge na orodha inayokuwa ya mji mikuu ya Kiarabu inayokemea shambulio la kombora la Iran dhidi ya kambi ya anga la Al-Udeid nchini Qatar. lakini Bahrain nao Bahrain uh, wametangaza kukemea kwao vikali shambulio dhidi ya kambi hiyo nchini Qatar, ikisisitiza kuwa iliona uh, kama ukiukaji mkubwa wa mamlaka ya Qatar na anga yake pamoja na sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo ilisema kuwa Bahrain imethibitisha uungaji mkono wake kwa Qatar kufuatia shambulio la Iran kwenye eneo lake ikionyesha mshikamano wake kamili na nchi hiyo wakati wa hali tete zinazokabili eneo hilo. Mtazamo wako uko vipi? Niandikie maoni yako chini ya video hii. Jina langu naitwa Jimson Natson. Usiache kusubscribe kwa ajili ya taarifa zaidi.